Tumsifu Yesu Kristo, msikilizaji na mtazamaji wa chaneli yetu ya YouTube ya I am Catholic Tanzania, karibu tujifunze na kukumbushana pamoja. Karibu, leo tunazungumza kuhusu Biblia. Biblia ni kitabu kitakatifu kabisa kwa Wakristo, sio kitabu kimoja tu, bali ni mkusanyiko wa vitabu vingi, 73 kwa jumla, ambavyo vimeandikwa kwa kipindi kirefu sana kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Kanisa Katoliki linaamini kwamba Biblia ni neno la Mungu, na kwamba Mungu alizungumza na wanadamu kupitia manabii, mitume na watakatifu. Halafu maandiko haya yote yakahifadhiwa kama urithi wa imani yetu. Muundo wa Biblia. Biblia imegawanyika katika sehemu kuu mbili. Agano la Kale linaeleza kuhusu uumbaji, historia ya Waisraeli na ahadi ya kuja kwa Mwokozi. Agano Jipya, hapa tunasoma juu ya maisha mafundisho, kifo na ufufuko wa Yesu Kristo pamoja na kazi ya mitume wake. Katika Bibilia ya Katoliki tuna vitabu vya ziada vinavyoitwa deutero kanoni. Vitabu hivi havipo katika baadhi ya madhehebu mengine, lakini kwa Kanisa Katoliki ni muhimu sana. Bibilia na ufunuo. Biblia haikuja tu kama historia, ni sehemu ya kile tunaita ufunuo wa Mungu. Mungu alijifunua kwa wanadamu polepole pole kupitia historia ya wokovu, na kile kilichoandikwa ni kile kanisa linaamini kiliongozwa na Roho Mtakatifu. Lakini bibilia haijitoshelezi peke yake. Katika kanisa Katoliki tunaamini pia mapokeo ya mitume tradition, na mafundisho rasmi ya kanisa magisterium. Hivi vitatu bibilia, mapokeo na ufundishaji wa kanisa hufanya kazi pamoja kama nguzo za imani kusoma Biblia kwa njia sahihi. Sasa Biblia si tu kitabu cha kusoma kama gazeti. Tunahimizwa kuisoma kwa heshima, kwa maombi na kwa msaada wa kanisa. Kanisa linatufundisha namna ya kuihusisha Biblia na maisha yetu ya kila siku. Kabla ya kusoma, omba Roho Mtakatifu akuongoze. Tafakari, jiulize, neno hili linaniambia nini leo? Tafuta kuelewa muktadha. Biblia iliandikwa katika nyakati tofauti kwa lugha tofauti kwa watu tofauti, lakini ujumbe wake ni mmoja: Mungu anatupenda na anataka tuokoke. Biblia na maisha ya Kikristo. Biblia inatufundisha mambo mengi ya msingi: kuhusu Mungu, kwamba yeye ni muumba, ni Baba na anatupenda; kuhusu Yesu, kwamba yeye ni mwana wa Mungu, Mwokozi wetu kuhusu sisi kwamba tumeumbwa kwa sura ya Mungu na tunaitwa kuishi kwa upendo, msamaha na utakatifu. Biblia pia inatufundisha kuhusu maisha ya sala, huduma kwa wengine, haki na matumaini ya uzima wa milele. Biblia katika kanisa Katoliki. Kila misa tunayohudhuria, tunaambiwa neno la Bwana. Maana yake, Biblia ni sehemu hai ya ibada yetu. Tunaambiwa tusome Biblia kila siku, hata kama ni aya moja. Biblia ni chakula cha roho, inatulisha imani, inatuongoza na kutufariji. Kanisa linatufundisha pia kwamba Biblia inapaswa kufasiriwa kwa mwanga wa Roho Mtakatifu na kwa mwongozo wa kanisa lenyewe, ili tusichukue maana za kupotosha. Hitimisho. Kwa hiyo ndugu msikilizaji au msomaji, Biblia si tu kitabu cha kale, ni barua ya upendo kutoka kwa Mungu, imejaa hekima, historia, ahadi na wokovu ni mwanga katika giza, ni kweli katikati ya kelele za dunia, na ni zawadi ya thamani sana kwa maisha yetu ya kila siku. Soma bibilia, tafakari iishi, na kumbuka hauko peke yako. Kanisa liko nawe, likikuongoza katika njia ya kweli. Neno yako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. —Zaburi 119:105.